Bwana Yesu asifiwe. Uh -huh. Kwa hiyo saizi hapa ta Tanzania haswa tuanze hayo. Unataka kuoa hospitali. Maana tukujui wewe. Umetoka Mwanza, umetoka Mbeya, umekuja hapa Arusha na tuna habari za mwanangu? Mm. Naelekea munu mwanangu. Mm. Na kasauti mekanorozesha <laughs> laini Oh, eh, mwanangu, mwanangu hapa wa kiume anataka kumuoa huyu dada, kumbe wewe ni bonge la dume. Nitakupeleka hospitali, nitapimwa jamani, si ndio? Hospitali eh, unamjua wewe. Wengine baba na mama wanafichi wengine. Mm. Wamezaliwa no na sehemu mbili, wauone wanaitwa si. Ni lazima hospitali kwanza. Yes. Eh. Halo, love. Eh, tujue inayofanya kazi ni ipi? Ni ya kiume, ni ya kike. Eh. Halo. Unamwona mke unashangaa anaanza kulala na mausjeli wake?